Na pongezi kwa kwa wagombea wote nchi nzima wa vyama vyote, wameonyesha mfano mzuri sana katika kampeni za, za mwaka huu wa uchaguzi, kwa maana wanaendelea na kampeni ambazo zina, zina dili na kitaasisi na sio uh, personalities. Sasa personalities inamaanisha wananadi sera zao na ahadi zao za ilani ya vyama vyao, na sipo pasipo kumtukana mtu, kumkejeli mtu au kusababisha vurugu ambayo itaathiri shughuli za kibinadamu kwa wananchi wengine. Kwa kweli, huu umekuwa mfano ambao najua ni mfano wa kuigwa hata kwa nchi zingine za Afrika Mashariki na Afrika Kati na dunia kwa ujumla, kwamba nchi yetu inakuwa ni nchi ya mfano ambayo inaendesha kampeni zisizo na vurugu yoyote, na wananchi wanaposikia mkutano wanaenda kusikiliza, maana wanakuwa na uhuru wanakuwa na amani, wanajua hapa ni muda wa kampeni, hakuna vurugu, hamna nini. Kwa kweli mimi nimefurahishwa na kampeni hizi, na sikutarajia kama zingekuwa ni kampeni nzuri kuliko miaka yote. Kwa kweli napenda kuwapongeza uh, tume huru ya uchaguzi, lakini pia na serikali ya daktari uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa usimamizi mzuri na kutuwekea utu wa mtu kuheshimiwa. kwa kweli Uh, nampongeza sana mheshimiwa rais wa serikali yake. Kampeni hizi zimekuwa ni kampeni za mfano ambazo hazijawai si, kutokea na wananchi wote wanakuwa na uhuru kwenda kwenye mkutano, na hii ikawe ndio desturi ya nchi yetu kwa ujumla, hata kampeni zijazo wa, wa, wa, wa, wa, waige hili. Kwa kweli kwe, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kiongozi wa kuigwa, lazima tumpongeze, lakini tumeona amefanika tena amefanika katika kiwango ambayo hatukutarajia na sasa hivi watu wanaona wananchi wanatumia SGR, mimi natumia SGR masaa matatu kwenda Dodoma. Kwa kweli CCM kiahidi inatekeleza, tukiangalia SGR, tukiangalia ujenzi wa mashule katika ilani iliyopita, uh, iliahidi na kweli kulikuwa na mradi wa COVID ambao Daktari Samia Suluhu Hassan alijenga mashule mengi katika ule mradi wa, wa, COVID, na, na hakuna tena wanafunzi ambao wanashindwa kuchaguliwa uh, kwenda kuendelea masomo ambao wanatoka darasa la saba kwenda sekondari ambao wanaanza watu wote wanapata. Kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana, kwa napenda na, na, na kusema CCM ikiahidi inatekeleza. Tukiangalia katika, katika ilani iliyotekeleza kwamba tutanunua ndege, lakini kweli serikali ya ya ya, ya, ya, ya awamu ya tano na ya sita imeweza kununua ndege za kutosha, na kila mtu anashuhudia uh, kila mtu anashuhudia, wala sio wala sio simulizi. Kiangalia katika uboreshaji wa minobili, kwa maana bwawa la mwana Julius Kambarage Nyerere ambao tuliahidi katika ile iliyopita limetekelezwa na limetekelezwa katika wakati mwafaka pasipo <coughs> usumbufu. Tuliahidi kwamba wananchi wote mazao yao yatanunuliwa na kweli tuki, tukiona mpaka sasa NFRA ambao ni wakala wa hifadhi ya chakula unanunua unanunua mazao na hakuna mwananchi ambaye anahangaika na, na soko la mazao. Kwa hiyo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nataka kusema kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwamba kwamba system inatekeleza na kila mtu mmoja wetu anaona kwa namna gani system anatekeleza kwao katika ilani hii. Pia naomba tu kwa pamoja tukiamini Chama Cha Mapinduzi, kwa ilani ambayo tunainadi sasa hivi itatekelezwa ipasavyo, na ndio mimi na imani kubwa sana Chama Cha Mapinduzi. Asante uh, tarehe ishirini na tisa imebaki siku chache kufikia kwenda kufanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba 2025, ambayo ndio siku muhimu. Mimi ah, nitoa rai kwa wananchi kwamba siku hiyo tujitokeze sisi wananchi wote kwa wingi kwenda kumpigia kuwapigia kura wagombea wote kwa maana ya rais wabunge na madiwani, na siku hiyo ni siku ambayo itakuwa ni ya kihistoria kwa sababu sisi wananchi ndio wenye maamuzi ya mwisho ya kuweza kuiweka serikali yetu madarakani. Sasa kila mwananchi atakuwa atimiza wajibu wake wa kwenda kushiriki kuhakikisha kwamba anaweka serikali ambayo anaitaka madarakani, ili kusudi maendeleo akayapate pasipo yeye kujutia na na, na lai yangu tu kwamba wananchi wasisite. Nchi yetu ni nchi ya amani, wananchi wote wanaishi kwa amani, hakuna kizuizi cha aina yoyote. Watoke asubuhi na mapema, wakafate taratibu katika upigaji wa kura, na kila mwananchi apige kula kwa uhuru. baada ya na uhuuua utamaduni wetu huwa halina hofu, miaka miakaot tunapiga kura kwa upendo, kwa furaha, na tunapata mgombea wetu, namuombea kura za kutosha Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kuna kuna kuna kundi la watu wachache ambao hawana hawana upendo na nchi yetu, na wengine wapo nchini uh, ambao wanapotosha sasa. Uh, nipende ni, ni kusema tu kwamba watanzania ni, ni watu wenye akili, wanaelewa na na, hilo sio jambo la kwanza kutokea, wamekuwa wakifanya zama za zama, zama nyingi na ndio wale wale ambao walikuwa wanapotosha kipindi cha nyuma, ndio hao wanapotosha kipindi hiki. Sasa hizo ni jitihada ndogo tu ambazo haziwezi kuwapotosha Watanzania. Kwa hiyo Watanzania na vijana kwa ujumla wapuuze, wapuuze, kwa sababu hii ni ndio nchi yetu sote na hatuna nchi nyingine tena. Kwa hiyo tukileta uh, vurugu yoyote katika nchi yetu, hakuna namna ambayo tutakimilia watu. Kwa hiyo hawa ni wapotoshaji na kama mtu kweli ambaye anajiamini kwamba ana, ana, ana, ana, yupo mstari wa mbele katika kuwapotosha aje nchini asibaki kule kuweza kutuma ujumbe na kadhalika. Tunaamini katika nchi yetu ni nchi ambayo ina misimamo, ina amani na ina ulinzi wa kutosha kwa hakuna raia yoyote. Mi ni niwatoe rai vijana, hizo ni propaganda za mtandao tu ambazo wala hazina madhara yoyote katika taifa letu wakuuze wa, wa, wa mitandao wajitokeze wapiga kura. Mwandishi, bila kusahau kuna ile ambayo inaendelea n na, naona kwenye mitandao watu wa, wanalalamika wana, wana kwa maana ya watu kutekwa. Unavyomwona mtoto wako anapotoka, wewe mzazi ndio mtu wa kwanza kuweza kumkanya, kwa maana ya kumkanya, kwa sababu mimi naamini kila mama unayemwona au kila baba unayemwona ni mama wa mtu au baba wa mtu. Haiwezekani mtu ukamwona anamtukana ana, ana, ana mtu mtandaoni, lakini we mzazi unaangalia tu bila kumkanya mtoto wako. Lakini sasa uwezi kujua, unaweza kumtukana mtu mtandaoni, lakini yule mtu asiwe na uelewa wa sheria akajichukulia sheria mkononi au mtu akamteka akafanya nini. Basi ikishatokea jambo kama lile, jamii inakuja na mama anakuja kulaumu, kwa mtoto wangu afanya nini? Ametekwa kumbe ili uwe na amani. Amani inaanzia kwako mwenyewe. Mfano, labda mimi nipo hapa Ruvuma kwa maana kufanya biashara za mazao, alafu nikaenda nikaiba mazao ya mtu mwingine. yule mtu ambaye nimemwibia mazao, je, mimi binafsi nitakuwa na amani katika mkoa huu? Maana nitaishi kwa wasiwasi tayari. Au amani ya mtu mmoja mmoja ndio inaweza kaathiri, kwa kwa, kwa, kwa kusema kama sasa hamna amani, mtu anataka teko. Unaweza kateka na mtu ambaye umemkosea, lakini watu wakajumlisha kwamba serikali inateka au mtu anateka whatever wewe mwenyewe katika maisha yako katika mazingira yako ishi kwa kuishi vizuri na jamii yako. Usimkwaze mtu yoyote, usiibe vitu vya watu kwa maana uwezi kujua atachukua sheria. Japo tunatambua kwamba uh, jeshi la polisi nahimiza usichukue sheria mkononi, na ndio wito wa raia uh, wote na Watanzania wote kutochukua sheria mkononi, lakini na sisi tujitahidi kwa maana kuna ambao hawana uelewa huo, ukawaibia fedha zao au ukafanya dhuluma ya mali zao au kawatukana watu mtandaoni, lakini mtu akajitokeza akakubeba kule kijijini kule ulikuwa unanunua mahindi ukapotea, utasema serikali imekuteka, kumbe sio kweli. Kwa hiyo natoa rai tu kwamba ili uwe na amani ya mtu mmoja mmoja, na wewe tafuta mazingira mazuri ya kuweza kuishi na jamii yako. Amani yako unaweza kuipoteza kwa sababu, mfano jeshi la polisi tajuaje kama wewe unagombana na mtu ambaye mahindi sipaka ukaripoti. Sasa kama hujaripoti, watajuaje? Kwa sasa sisi ili mambo haya yaweze kutoka na kutoweka na, na, na, na, na, na, toa ushauri kwamba kila mtu aheshimu utu wa mtu.